Wana Yesu asifee sana. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunamwangalia Yesu jinsi anavyoziona dhambi tofauti na sisi. Ombi langu ndugu yangu, nikuombe usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu. Kwa mtindo huo utakuwa umenibariki, nami nitakuombea kwa Mungu baraka tele. Basi, Mathayo anatuambia tena, Mathayo anatuambia tena, Injili ya Mathayo sura ya kumi, waya tusome mistari michache, tuanzie wa ishirini na tisa. Je, mashomoro wawili hawauzi kwa senti, kwa senti moja? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua baba yenu. Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Siogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami na nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni, bali mtu yeyote atakayenikana mbele ya watu, nami na nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, tunaangalia jinsi Yesu anavyoziona dhambi na hapa sasa tunakutana na jambo jingine hapa. Anaeleza wanafunzi wake, anawaambia je, mashomoro wawili hawauzi kwa senti moja? Mashomoro hapa ni aina ya ndege, walikuwa wakiuzwa kwa senti moja zamani. Wengine hawajui senti ni nini. Senti ni aina ya pesa zilizotumika wakati wa zamani, zilikuwa wakati mwingine zinatundu au ilikuwa haina tundu, inategemea kulikuwa na senti moja, mbili, tatu, tano inategemea. Sasa sasa anawaambia wala mmoja haanguki chini asipojua baba yenu. Maana yake Mungu anashughulika na ndege na ya kwamba ndege wote anawajua, hata akianguka porini anajua ameanguka kiu, akifa anajua amekufa. Lakini Mungu yeye, Yesu anasema lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu vimehesabiwa zote. Anawambia ninyi, msijali. Baba yangu wa mbinguni anawajua wote, hata nywele za vichwa vyenu anajua idadi yake, anasema zote zimehesabiwa. Unawezaje kuzihesabu nywele? Lakini Mungu anajua idadi ya nywele zako. Anasema msiogope, basi bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Maana yake walikuwa na wasiwasi sasa itakuwaje? Eh, lakini Yesu akawambia msiogope, ninyi ni bora kuliko ndege, ninyi ni bora kuliko ndege, msiwe na wasiwasi. Sasa akawambia, kati yenu kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, yaani atakaye nikubali mbele ya watu, atakaye nisema waziwazi wazi mbele ya watu nami anasema nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni, nami nitamkubali kwamba huyu ni wangu mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Mtu, anamaanisha mtu yeyote atakayesema Yesu ni wangu, na mimi nitasema mbele ya Baba yangu huyu ni wangu. Mtu yeyote atakayesema Yesu ni Bwana, na Yesu siku ile atamwambia huyu ni, ni wangu atakukiri mbele ya baba yako, maana yake atakutambulisha kwamba huyu ni wa upande wangu, sio wa upande yule mwingine. Haya, sasa anasema bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya baba yangu aliye mbinguni. Mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana siku ile mbele ya baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo maana yake ni kwamba maana yake hapa ni kwamba ukimkubali Yesu mbele ya watu, maana yake ni kwamba kuna wakati utafika, na wengine ulishawakuta wanamwambia mtu wewe, hatutaki useme habari za Yesu. Hapo utakuja wakati ambapo utasema, watakwambia uko tayari kumkiri Yesu au shetani? Ukisema Yesu wanakuua, ukisema shetani umbia sawa Itafika wakati huo, unaitwa wakati wa dhiki kuu. Watafiti wa mambo wanasema wakati ule ulishapita, wengine wanasema bado unakuja, lakini vyovyote itakavyo, ilivyo, kitu muhimu hapa, ukimkubali Yesu leo, Yesu anakataliwa na jamii fulani, wewe ukienda unamkubali Yesu uko hatarini kwenye hiyo jamii. Sasa Yesu anasema mtu yeyote atakaye nikubali mbele ya watu, kwamba hata kama ninyi hamtaki mimi namkubali huyo, siku ya mwisho atatambulishwa mbele ya Mungu kwamba huyu ni wangu. Bali mtu yeyote atakaye sema Yesu sisi hatumjui wala hatutaki kujua habari zake, sasa sisi hatujui, huyu ni mwana wa Mungu tu, ni mtume tu kama mitume wengine eh? Siku itafika ambapo atasema huyu si wangu. Kama wewe unavyomkataa leo, asiwe Bwana na Mwokozi wako, siku itafika ambapo atasema hata mimi huyu simfahamu, mimi simjui huyu. Kwa hiyo, mpendwa wa mtazamaji wangu, dhambi hapa inaonekanaje? Inaonekana, inaonekana kwamba kwenye huu mstari wa 33 anasema, bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya baba yangu aliye mbinguni mbele ya watu, bali mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele za baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo dhambi ni kumkana Yesu, kusema si mtambui, si bwana, si Mungu. Huko ndiko kumkana, kumkana Wako Wakristo wengine wanamkana Yesu wakienda kwenye mazingira ya tatanishi, mazingira hatarishi, wanasema mimi sio Mkristo, anasema mimi sijaokoka. Kwa hiyo iko namna nyingi. Ukifanya hivyo, siku moja Yesu naye atasema hata mimi simjui huyu, mbele ya Mungu atasema huyu simjui. Kwa hiyo mpendwa wangu, ni wakati wako kumkiri Yesu mbele ya watu kumkubali Yesu mbele ya watu kutangaza waziwazi mbele ya watu kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. La sivyo, na yeye atajasema huyu simjui. Lakini ukisema huyu ni wangu, na yeye atasema huyu ni wangu. Kutane kwenye kipindi kingine kijacho. Bilashaka umegundua hapo jambo, ila nafasi bado ipo kwa yule ambaye anataka kusema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na asiogope watu, asijali watu. Yesu siku ya mwisho atamwambia baba yake huyu ni wangu. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie, tukutane wakati mwingine. siache tu kuniunga mkono rafiki yangu kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu <coughs> asanteni kwa ninyi wote ambao mmesha fanya hivyo. Mungu awabariki sana. Amen.